Cha kwanza cha muhimu ni sisi kusikiliza na kuwafuata viongozi wetu, maana yake wao watakuwa wanafuata utaratibu kwamba tunakwenda sehemu fulani, tunakwenda kufanya hiki na hiki. Kwa hiyo ni vizuri kuwafuata wao. Cha pili muhimu, pia kuzingatia zile taratibu zetu katika kwenda kuangalia wagonjwa, kama kutokuwa na mazungumzo binafsi mengi, lakini cha zaidi pia kuwajulia hali na kuto kuchukua muda mrefu sana katika kuzungumza kule, maanake tunatoka tunakwenda sehemu nyingine ili tumalize taratibu kwa wakati. Kwa hiyo hilo itakuwa ni jepesi, kama tutafuata viongozi ili yaende kama ambavyo tumepanga. Iko cha kwanza. Cha pili, kwa wale wale pia ambao ndio kwanza wanafika, lakini hata wengine ambao ni wazoefu, ujio wa huku ni ibada kubwa sana. Kwa hiyo, kila tunapotoka na kuondoka tutie nia kwamba mwezi unaofuata inshallah, na mimi nitakuwepo tena katika safari hii. Kwa hiyo, tia nia isiishie kwako. Ukipata watu wa kuwashawishi na kuwaonyesha baraka kubwa ambao ipo, basi pata muda wa kuzungumza nao ili na wao wapate nafasi ya kushiriki ameshindwa chochote cha kutoa, basi angalau akiwepo hata akibeba maji tayari atakuwa ametusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hilo ni kubwa ambayo itafanya Madina iendelee kudumu na kudumu zaidi. Uhitaji wa Madina wa kuisaidia jamii ni mkubwa sana. Kwa hiyo bado tuna uhitaji wa watu wengi waingie na kutunga mkono. Kwa hiyo kila mmoja aondoke akijua kabisa kwamba yeye ni sehemu ya Madina na ana dhima ya kuhakikisha kwamba tunapata watu wa kuweza kutusaidia zaidi. Lakini katika hilo pia, ukiona kuna mtu ambaye unadhani kabisa katika tunavyofanya hivi, ana uwezo wa kutia mkono na kuongeza jitihada zetu, si vibaya ukazungumza naye, ukampa maelezo, sisi tunafanya moja mbili tatu, na yeye anaweza akaguswa, akasema siwezi kwenda, lakini kwa kuanzia nitafanya hiki, angalau nitatoa labda maji nitatoa hiki itatusaidia sana kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo haya ni machache ambayo nitaka niyaseme kwetu sote, ili tufahamu kabisa ujio wetu huku uwe ni mazoea ambayo tunaweka katika ratiba, isiwe ni by the way kwamba kama ratiba haitakaa vipi nitakwenda. Hapana, tutie tu nia kwamba kila mwezi tukigeuka, tunakwenda Ocean Road, tutakwenda, tunakuja Muhimbili, tunakuja tunakuja Moi. Ni hivyo Wabillahi taufiki wa hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya kuratibu hili jambo mpaka leo tume, tupo tunaelekea kulimaliza. Nipende kuwashukuru watendaji na memba wote wa Madina kwa mchango wenu mkubwa sana katika kuwasaidia watu ambao ni wahitaji. Katika Qurani Mwenyezi Mungu amewasifia wa watu ambao wanawakumbuka wale watu wanaomba, na wale watu ambao wanajizuia kuomba. Sisi MOI hawajatufuata kwamba tunaomba mtusaidie, kuna wagonjwa. Sisi tulikaa chini tukafikiria kama kuna wahitaji wako MOI mbili, kuna wahitaji wapo Ocean Road, kuna wahitaji wapo, wapo MOI, na tukaratibu kwamba tuchangie chochote kitu kwa ajili ya wao. Ndugu zangu katika imani, sisi tunatafuta akhera, duniani tunapita wapo wagonjwa wengi ambao tumewahudumia, wengine wametangulia mbele ya haki, wengine wanaendelea vizuri kama mlivyosikia kwa mwenzetu. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, kushikamana. Wale watendaji kupewa majukumu, jitahidi kuzingatia majukumu liopewa, fuatilia. Lakini watendaji kwa kweli, kama alivyosema mkurugenzi wa Tampro, tujitahidi kuhamasisha. Walianza wakiwa wawili, sasa hivi tupo watu zaidi ya, zaidi ya elfu mbili au zaidi ya elfu tatu. Kwa hiyo kwa ufupi uhamasishaji ndio utasababisha sisi tu, tufanye mambo makubwa zaidi. Kuna kuna watu wanatupigia wana mimi niko Dodoma, lakini ukija kuangalia Madina bado haijapeleka msaada nje ya mikoa. Kwa hiyo kama tukihamasisha sana tukapata sadaka zaidi, huenda tukawafikia watu wengine ambao wapo nje ya Dar es Salaam. Nipende kuwashukuru na kuwaombea Mwenyezi Mungu awabariki sana watendaji wote wa Madina na memba wote wa Madina ambao tunashirikiana katika kuyafikisha haya ni Mwenyezi Mungu, utukubalie amali zetu na utusamee makosa yetu, utujalie riziki zetu za halali ziweze kuwa zina manufaa kwa familia zetu hapa duniani na kesho akhera. Ahaza, asalamu as alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.